Bodi ya Maziwa Tanzania TDB imewataka wadau wa maziwa wakiwemo wafugaji, wakusanyaji na wasindikaji kuzingatia ubora wa bidhaa hiyo ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kwa walaji ikiwa ni pia ni sehemu ya kuongeza mvuto katika soko la ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Raya Kipingu kutoka Tanga. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa sasa uzalishaji wa maziwa hapa nchini ni lita bilioni 4.01 huku mahitaji yakiwa bilioni kumi na mbili ambapo kila Mtanzania akionekana kunywa lita elfu sitini na nane. Hali hiyo inabainika kwenye maadhimisho ya wiki ya maziwa katika wilaya ya Mkinga mkoani Tanga, ukiwa ni mkoa unaotajwa kuwa na kiwango kikubwa cha uzalishaji maziwa. Na hapa wito unatolewa kwa uzalishaji wa bidhaa hiyo ili kuzingatia ubora ni kuhamasisha unywaji wa maziwa yaliyosindikwa kwa sababu ndio yanakuwa maziwa salama. Wafugaji wanaokusanya na wanaosindika kuhakikisha kwamba maziwa yanayosimamiwa yanakuwa maziwa yenye ubora, lakini yanakuwa ni maziwa salama. Unywaji wa maziwa unatajwa kuwa sehemu ya lishe bora, hususani kwa watoto pindi wanapokuwa kwenye masomo ili waweze kutimiza malengo yao. Unapoongea unywaji wa maziwa, unaongelea lishe bora na unywaji wa maziwa kwa watoto ili kuwafanya watoto waishi wapate elimu na hatimaye wafikie moto wanazozika. Wanafunzi wanapokuwa na afya njema, tendo la kujifunza kwao linakuwa ni jepesi, na mwisho wa siku tunafikia malengo. Tunasaidia kutu improve, akili zetu, zina zi, zina zi activate akili zetu akili afya. Kingine maziwa zinasaidia pia kujenga mwili. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani pamoja na shirika la chakula, kila mtu anapaswa kunywa lita mia mbili za maziwa kwa mwaka. Kutoka Tanga Raya Kipingu, Channel Ten.